ya Chuo Kikuu Mzumbe, wa rehema mwenye nguvu na kila kitu ukotujaalia uhai na afya njema, tukaweza kukutana hapa leo tukiendelea na utaratibu wa kufanya mahafali zetu. Wiki iliyopita tulifanya mahafali ya ishirini na nne ya Chuo Kikuu Mzumbe katika kampasi kuu ya Morogoro. Na leo tupo hapa ikifuatia campus kuu, na Mwenyezi Mungu akipenda, inshallah, tarehe nne Desemba mwaka huu tutakuwa katika ndaki ya Dar es Salaam. Ingawa kila ndaki ina changamoto zake za kimasomo na mazingira, lakini jambo jema na la kujivunia kwamba nyote wahitimu wetu mnaunganishwa na utafutaji wa ujuzi, elimu na maarifa, uthabiti wa kushindana na kuzishinda changamoto mbalimbali pamoja mbali, na ujasiri wa kuweza kuyakabili masomo yenu kwa mafanikio, ambayo ndio haya tunayofurahia hivi leo kwa kusherekea mahafali. Iliyopita, mahafali ijayo takayofuata na hii ya leo ni vilelezo muhimu sana vya ubora wa chuo kikuu Mzumbe. Hongereni sana wahitimu wetu na kupongeza kwa dhati sana, ndugu wahitimu na wageni waalikwa nyote. Mara zote ninapopokea taarifa za maendeleo ya chuo chetu napata taswira ya mambo matatu yaani, uimarishaji wa masomo, uhamasishaji na ubunifu na uwezeshaji katika ustawi wa wanafunzi wetu. Naamini kwamba mambo haya yamechangia sana katika, kila, katika, kila, katika kuleta ufanisi wa hali ya chuo, lakini vile vile katika kuleta uimara wa chuo chetu. Hongereni sana wataalamu wetu, mkiongozwa na makamu mkuu wa chuo na wasaidizi wako pamoja na watendaji wa kada nyingine, hongereni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Kadhalika, baraza la chuo linastahili pongezi za kipekee. Miongozo yenu, usimamizi wenu na busara zenu nitaacha alama muhimu itakaendelea kwa wahitimu wetu wote. Mwenyekiti wetu wa baraza la chuo na wajumbe wako, kazi yenu tunaithamini sana, hongereni sana vile vile nakushukuruni na, na nakupongezeni wazazi, walezi, na wale wote ambao mmekuwa ni nguzo muhimu ya hali na mali katika kusaidia wanafunzi wetu hadi hapa walipofika leo ambapo wamehitimu kwa mafanikio makubwa sana. Hongereni na Mwenyezi Mungu wa kupendekela baraka. Wahitimu wetu wote na wageni waalikwa, mujibu wa takwimu zinazotokana na matokeo yenu wahitimu wote katika ndaki zetu tatu inaonyesha kwamba kuna ushindani ingawa si mkubwa sana hivyo, baina ya wa wanachuo wanawake na wanachuo wanaume, ambapo asilimia kubwa baina yao wanawake wanaongoza, na hili ni tukio kubwa sana kwa kina mama, lazima tuwapongeze kwa dhati sana. Kwa hivyo kina mama hongereni sana, naendeleeni na, na msimamo wenu huo huo msibadilishe, maana mkibadilisha akina baba atachukua wao nafasi. Sote ni mashahidi jinsi ya rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan anavyofanya jitihada za kuitumikia nchi yetu, atakuendeleza amani, umoja na mshikamano ambayo inapelekea uimarishaji wa uchumi wa nchi yetu na kuendeleza maisha ya kila mmoja wetu. Serikali imefanya kazi kubwa sana katika kuzimarisha sekta mbalimbali za uchumi na maendeleo ya jamii ikiwa miundombinu, elimu, afya na kupambana na umaskini. Natoa wito kwenu kuziunga mkono juhudi hizo rais wetu, kwa kuwa na moyo wa kizalendo, kujituma na kufanya kazi kwa bidii katika sehemu zenu nyote, sehemu zenu zote ambazo kila mtu atabahatika kuwepo katika jamii. Msiogope kwenda kufanya kazi, amepata elimu kubwa na maarifa ya kutosha. Wapo baina ya wanafunzi wapya, wakianza kazi wanaogopa, wana wale wakongo wanaokuta kazini, wengine wasingizie wale wazee, wengine wanatisha bwana, na wazee nao wanaogopa vijana, saa wale vijana wale wakali watajanga, watujanganya vyo vyetu. Kwa hivyo wanafunzi, msiogope kutishwa kwa uzee wao. Uzee ni elimu, uzee ni nyenzo. Nimemsikia mwenyekiti wetu akimwelezea mzee wake sifa zake. Wazee hawa ndio nguzo yenu ya kazi, na nawambia wazee vile vile, vijana hao a wanaokuja kazini wapya ndio nyenzo nzuri kwao ya kupata elimu kubwa na ya kisasa ya kujiendeleza kazini. Shukrani zangu za dhati kwako kwa kujumuika nasi katika sherehe hii muhimu na ya furaha. Na washukuru pia hadhara yote iliyoko hapa. Naipongeza jamii ya chuo ikiongozwa na makamu mkuu wake Profesa William Migoha kwa kazi kubwa anayoifanya katika kutekeleza malengo ambayo chuo kimejiwekea. Sasa, wiki iliyopita pale Mzumbe nilitoa salamu, salamu ya neno moja tu, kisha nikakaa na salamu yenyewe ilikuwa salamu salam. Sasa hichi kitu huwezi kufanya mara mbili, ukishafanya <laughs> mara moja kinapoteza nguvu yake. Kwa hiyo leo nitasema maneno mawili kwa kifupi sana. La kwanza linahusu kauli mbiu yetu, tujifunze kwa maendeleo ya watu. Kauli mbiu hii ukiona inaonekana ni nzito sana, lakini jukumu la kuitekeleza ni jepesi haitutaki tujitolee pakubwa au kwa kujinyima, inataka tu, inatutaka tuishi maisha ya nidhamu ya uadilifu, uwajibikaji, unyenyekevu na huruma, basi sio zaidi hapa. Tukifanya hivyo, tunazingatia maendeleo ya watu. Ukifanya kazi halali kwa bidii kwa haki bila ya dhulma, umetimiza wajibu wako. Kwani nani kasema, kama tunata, tunatakiwa kubeba dunia nzima hmm? kwani watu wenyewe ni wa dunia nzima? watu wenyewe ni familia yetu, majirani zetu, marafiki zetu, wafanyakazi wenzetu, na kila mmoja wetu akafanya hivyo, tunaifunika nchi yetu. Hatutarajii kuwa Atlas yule mi-mythological uh, figure ambaye anabeba dunia nzima, kapewa adhabu ya kubeba dunia nzima. Hatutakii kuwa Atlas tunatarajiwa kusukuma yale maendeleo ya mazingira yetu tu. Tukifanya zaidi ya hayo vizuri, lakini sio lazima. Jambo la pili limegusiwa na mlau mlau, ukatoa methali uh, elimu ni bahari. Kuna methali nyingine, elimu haina mwisho. Elimu haigusi elimu ya shuleni na vyuoni tu maisha yetu yote tumo, tunasaka majibu na maarifa ya mambo anuai, na majibu hayo tunayapata kutoka dunia yote inayotuzunguka ya karibu na ya mbali. Dunia ni darasa na maarifa yake ni ya muhimu pia, hata yakitoka kwa wale ambao hawajawahi kuingia darasani. Mzee wangu baba wangu marehemu alikuwa hajaingia shule, hajasoma shule, lakini alikuwa ni mtu mwenye maarifa katika watu wengi niliowaona duniani, lakini hajapata kuingia shule. Akisema Kiarabu akizungumza Kiswahili na kuandika akifahamu Kiingereza cha kuombea maji, na alikuwa mhasibu, mwanahasibu, mhasibu mzuri sana, lakini hajaingia darasani. Kwa hivyo tusidharau wale ambao wamepata elimu yao kutoka nje ya darasa. Matukio nchi yetu iliyopitia hivi karibuni, nayo yanakuwa sehemu ya darasa letu la dunia la uvumilivu, usikivu, ufahamu na ubunifu. Tusilidharau darasa hili. Tujifunze na kuchangia katika mabadiliko na maendeleo ya jamii na taifa letu. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, naomba niwapongeze wahitimu wote kwa mafanikio yao makubwa yaliyopatikana baada ya kujituma kwa nguvu zao zote. Nendeni mkafanye mafanikio haya kuwa ya kuheshimika na kukumbukwa na wote watakayoyaona. Mheshimiwa mkuu wa chuo, ndaki ya Mbeya ina jumla ya wanachuo 1168 ambao leo utawatunuku stahiki zao katika ngazi mbalimbali za kitaaluma. Kati ya hao wahitimu 39 watunukiwa shahada za umahiri katika hao 30, sawa na 77 ni wanaume na 9, sawa na 23 ni wanawake. Aidha, wahitimu mia nane na nne watatunukiwa shahada za kwanza au za awali ambapo kati ya hao wanaume ni mia nne na mbili, asilimia hamsini na wanawake ni mia nne na mbili, asilimia hamsini. Naomba tupige makofi. Hapa tuna gender balance perfect. Vile vile wanafunzi 238 watatunukiwa shahada na kati ya hao 97 sawa na 41% ni wanaume na 141 sawa na 59% ni wanawake. Wahitimu 87 watatunukiwa stashahada, kati ya hao 38 asilimia 44 ni wanaume, asilimia 49 sawa na 49 sawa na asilimia 56 ni wanawake. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, mahafali ya leo yanadhihirisha kazi kubwa inayoendelea kufanyika chuoni hapa na hasa hapa Ndaki ya Mbeya, na ni kielezo tosha kwamba wafanyakazi wetu wanataaluma na waendeshaji wamejizatiti katika kutimiza lengo lao la chuo kupitia dhana yake, hatujifunze kwa maendeleo ya watu. Idadi hii kubwa ya wahitimu inaingia katika soko la ajira ili kwenda kuendeleza dhana hii katika sekta mbalimbali watakazozihudumia kwa moyo wa dhati kabisa. Nipende kuwapongeza sana wafanyakazi wote wa Chuo Kikuu Mzumbe, Ndaki ya Mbeya kwa kazi nzuri mlioifanya mwaka 2025/2026 ambayo imetoa chachu kwa wahitimu hawa kusoma kwa bidii ili kutimiza lile lengo kuu lililoleta hapa chuoni, na hilo lajidhirisha kwa siku ya leo ambayo tunaona furaha kwenye nyuso zao. Tuwapigie makofi sana wafanyakazi wetu. Napenda kuwahakikishia wageni walikuwa pia kuwa wahitimu wetu wametayarishwa vyema sana na wako tayari kulitumikia taifa letu. Wapeni fursa makazini, waje walete ujuzi wao na hivyo kuleta maendeleo katika taasisi na kampuni zenu. Lakini pia napenda kuwashukuru wazazi, walezi, wafadhili na marafiki wa wahitimu wetu ambao kwa pamoja walitoa rasilimali za aina mbalimbali na za thamani sana ili wahitimu hawa wapate fursa ya hii adhimu ya elimu ya juu. Tunatambua sana mchango wenu wote wadau katika maendeleo ya wahitimu pamoja na chuo chetu. Kwa wahitimu wetu, napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana kwa kufikia hatua hii. Inatambua kwamba safari hii huja na milima na mabonde, lakini huja pia na raha zake. Uwepo wenu hapa unatuambia kwamba katika yote ninyi mlijituma, mkaweka juhudi kubwa, mkavumilia yote hadi kufikia hatua hii na hivyo kutupa nguvu zaidi ya kuendelea na kile tulichokuwa tunafanya. Hongereni sana, tunawapigia makofi wengi, mengi sana. Wahitimu wetu wasomi sio watu wanaotarajiwa kukubali au kukataa kila kitu. Ni lazima mkawe na tabia ya kuchakata mambo mnayojifunza na kupokea kabla hamjayafanyia kazi, ili mjenge hoja ambazo zitakuwa msingi wa kukubaliana au kuto kukubaliana na jambo lolote liwe la kitaaluma au vinginevyo. Sio kila kitu unachokutana nacho ni chema, yapo pia mambo yasiyofaa tutakayokutana nayo katika maisha. Kazi yenu iwe ni kuchakata, kwa kuwa vitu vingine japo ni halali lakini si vitu vyote vifaavyo na vinavyojenga. Tuwe na fikra tunduizi, yaani critical thinking, katika kuchakata maarifa mbalimbali. Yale yasiyofaa yasiyo na uthibitisho wa kutosha ama tuyafanyie uchunguzi na utafiti ama tuyatupe pembeni, tuendelee na yale yenye manufaa kwa jamii na kwa sisi wenyewe. Kama ambavyo bahari haitulii kila siku, kuna mitu mitukutiko ya mawimbi, nasi tusiende kubweteka kwa kutundika picha zetu tutakazopiga baadaye kidogo hii leo, halafu tukazirusha kwenye mitandao kuonyesha kuwa tumehitimu, halafu tukanyamaza kimya twende tukajishughulishe kwa kutumia maarifa tuliyopokea huku tukichambua na kupembua mambo ya kujishughulisha nayo. Mheshimiwa mkuu wa chuo, napenda kuwaasa wahitimu wetu wa leo kwamba kila jambo au kila kitu kina sifa zake za msingi. Mathalani, sifa za msingi za mnyama tembo ni ukubwa wake. Usomi una sifa zake za msingi. Huwezi kuwa msomi kwa kusomewa na mtu au kusomewa na akili mnemba, yani artificial intelligence. Tunaposherekea mahafali hii, ukumbuke kwamba mnaingizwa katika jamii ya wasomi ambayo sifa yake kuu ni kusoma. Nendeni mkaonyeshe uwezo wenu wa kutambua tofauti miongoni mwa vitu au mambo ambayo wale wasio wasomi huona vinafanana kabisa, na uwezo wa kuona mfanano miongoni mwa vitu au mambo ambayo wale wasio wasomi huona vinatofautiana. Katika kila hali, tunawategemea mkawe wepesi wa kugundua changamoto za maisha ya jamii katika muktadha mbalimbali. Si kila jambo na si kila muktadha unahitaji wewe msomi urejee nadharia zote ulizofundishwa chuoni. Kuna mazingira fulani mtatakiwa kujiongeza tu ili kuweza kuishi usomi wenu, tukumbuke kwamba sisi tunatarajiwa kuwa miongoni mwa watu wa kusaidia kujenga nadharia mbalimbali zitakazosaidia kutatua changamoto za maisha. Dunia ya usomi ni dunia inayobadilika kila wakati. Elimu yetu ikatusaidia kujenga huo uwezo kwa kutoa tafsiri sahihi za mambo kutegemeana na muktadha. William Keston Kibona ni mzaliwa wa Songwe. Safari yangu ya shule ilianza shule ya msingi Muungano Primary, nikaja sekondari nikasoma shule ya sekondari Ndugu Sekondari, ipo Songwe. Nikaja kwanza certificate ya stashahada Mzumbe Mbeya Campus college mwaka 2019 safari yangu ikaanza hapo kutumiza miaka yangu hadi leo hii. Ya, nadhani ni jitihada kumtanguliza Mungu na kusikiliza ushauri wa watu wakubwa, kwa sababu nilipokuwa ndugu sekondari, plani yangu na intention yangu haikuwa kwenda chuo automatic. Yaani haikuwa kukatisha, ni kuna njia tunasema vile umekatisha. Kuna form 5 na form 6. My plan ilikuwa ni form 5 na form 6, lakini unfortunately ilitokea mtu mmoja ambaye kidogo alikuwa amepata elimu kipindi hicho, kwa akaniambia akaja akamshauri mzazi, japo kwangu alikuwa rais kuikubali hiyo situation ilikuwa ni ngumu, lakini ni lazima kuikubali. Kwa sababu nikaja hapa nikaanza safari yangu na mwanzo, nilianza safari yangu kwa certificate, kwa sababu ile hali ya kukatishiwa, nilikuwa nishajiandaa kile tunaenda form 5 ili ni affect kidogo, ikanisababishia. Nilipofika huko nikaomba nisome, nataka kushindana na aliye baada ya kufeli test ya kwanza, nikachekwa na wenzangu. Nikabadili mtazamo, nikaona kumbe, aliyenishauri ameshanishauri tu. Kilichobaki ni jukumu langu. Hapo nikifeli yote, nisiyewajibika ni mimi. Kwa hiyo nikaanza, nikabadili mtazamo wangu, nikaanza kupambana, nikafanikiwa kuwa best student nikiwa certificate, nikasoma diploma, nikafanikiwa kuwa best student diploma. Yes, mpaka safari yangu ya leo hii uliyoona hapa kwa best student wa shahada ya uhasibu na fedha katika chuo kikuu cha Mzumbe, ndaki ya Mbeya, lakini pia mwanafunzi bora wa jumla.